Ungependa vipi kama dunia nzima ingesoma kuhusu kushindwa kwako kutimiza ahadi fulani uliotoa? Yaani, ungejisikiaje kama kwa maisha yako yote yaliyobaki watu wangekuwa na kumbukumbu iliyoandikwa ya tendo lako la kutokuwa mwaminifu kwa Bwana kwa wogai? Naam, sidhani kama tungefurahia hilo, sivyo? na na Lakini hiyo ndiyo hasa tuliopewa kwenye maandiko kuhusu mtume Petro na kukana kwake. Kwa kweli, hapa tupo miaka elfu mbili baadaye bado tunazungumzia na kusoma kuhusu kushindwa kwake. Sasa kabla hatujaisoma tena uwe katika safari yetu ya hekima leo, kumbuka kwamba, kwamba Petro peke yake alikuwa tayari kumwamini Yesu na kwenda kwake juu ya maji. Unakumbuka hilo? ni Petro peke yake ndiye aliyetoa upanga pale katika bustani ya Getsemane ili kumlinda Yesu na kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Sasa ni Petro tena anayesimama peke yake hapa nje kwenye ua wa Kayafa, wakati Yesu anahukumiwa mbele ya Sanhedrini. Injili zote nne zinaandika kuhusu Petro kumkana Yesu, lakini leo nataka kubusia mistari michache tu ambayo Yohana ameandika katika Injili yake na kujaribu kuelewa, unajua, kwa nini hili lilitokea. Kwa hiyo leo tuko katika Yohana saa 18 na madakika 15. Simoni Petro alimfuata Yesu na mwanafunzi mwingine pia. Kwa kuwa mwanafunzi huyo alifahamika na kuhani mkuu, aliingia pamoja na Yesu kwenye ua wa kuhani mkuu. Sasa yule mwanafunzi mwingine hapa ni Yohana, ambaye alikuwa akijirejelea kwa nafsi ya tatu katika simulizi lake la Injili. Kwa hiyo, Yohana naye pia anamfuata Yesu hapa, lakini ana uhusiano fulani, anaruhusiwa kuingia kwenye ua wa kuhani mkuu. Kisha Yohana anazungumza na msichana mtumishi ambaye inaonekana ndiye anayelinda mlango na anamruhusu aingie ndani ambako bila shaka ni joto. Petro yuko nje kwenye ua wa baridi peke yake. Sasa mstari wa kumi na sita unatueleza kwamba Petro anatambuliwa karibu mara moja na yule msichana mtumishi. Anamwambia hapa kwenye mstari wa kumi na saba, na wewe pia si mmoja wa wanafunzi wa mtu huyu, sivyo? Petro anajibu kwa urahisi, mimi siyo. Kisha anaenda kwenye sehemu ya moto pale wani ili apate joto tena. Sasa kwenye mstari wa ishirini na tano Petro anaulizwa, na wewe pia si mmoja wa wanafunzi wake, ya sivyo? Naye anakana tena akisema mimi siyo. Kisha mstari wa ishirini na sita unasema ndugu wa yule mtu ambaye Petro alimkata sikio akauliza, je, si kukuona bustanini pamoja naye? Petro akakana tena, na mara jogo akawika. Sasa inawezekanaje mtu amkane Bwana, hasa mtu kama Petro kweli? Kwa upande mmoja, sisi sisi sisi huwa hatutendi dhambi ghafla tu bila sababu. Tunaposhindwa, tunapoanguka, ni kwa sababu ule wakati wa kutenda dhambi tayari umekuwa ukijengwa kwa muda. Tunajitumbukiza wenyewe moja kwa moja. Petro anaonyesha kile ninachokiita maandalizi ya kushindwa kiroho. Unajua, kama unataka kushindwa kiroho, kimaadili au kimaadili, basi unahitaji kuchanganya baadhi ya mambo haya kwenye maisha yako. Vitu hivi vitahakikisha maafa kwa njia yoyote, hadi kufikia hatua ya kumkana Kristo hadharani. Wacha niite kiungo cha kwanza kuwa ni kujiamini kupita kiasi. Unaweza kukumbuka kwenye chakula cha mwisho cha wanafunzi na Bwana kule jumba la juu, kama ilivyorekodiwa kwenye Mathayo 26, Yesu alitabiri kwamba wote wangemwacha usiku ule, na Petro akajibu, e. Hapa kwenye sura hiyo mstari wa 33, anasema hata kama wote watakukwaza kwa ajili yako, mimi sitakukwaza kamwe. Kwa maneno mengine, Bwana, unajua naweza kuelewa kwa nini wale wengine wataanguka na kukushindwa, lakini mimi ni imara kuliko wao. Unaona, Petro anafikiri yeye ni jitu la kiroho, yeye anaamini kupita kiasi juu ya uaminifu wake kwa Kristo. Kwa hiyo kama unataka kujiandaa vizuri kushindwa, jipandishe, unajua jiamini kupita kiasi katika maisha yako, halafu ongeza kiungo hiki kingine ambacho tutakiita ukaidi. Yesu anaendelea katika simulizi ya Madhayo kumwambia Petro hapa kwamba yeye ndiye atakayemkana zaidi. Atamkana Yesu mara tatu kabla jogoo hajawika asubuhi, na Petro anajibu kwa dharau kidogo kwa Bwana hapa katika simulizi ya Madhayo mstari wa 35. Hata kama itabidi nife pamoja nawe, sitakukana Bwana. Hujui unachozungumza, najijua mimi kuliko unavyonijua wewe. Wapendwa, mnataka kushindwa? Unataka kuhakikisha unachukua njia isiyo sahihi maishani? Basi anza kumwambia Bwana kwamba haelewi hali yako eh, shinikizo ulilonalo, ulivyo chini ya mzigo, haelewi. Unajua mwenzi wako anayekukandamiza au kazi yako mbaya au yaliyopita maishani mwako, hawezi kukujua wewe vizuri kama unavyojijua mwenyewe. Sasa hebu ni kuambie mpendwa Ukaidi wa Petro kwa Yesu neno hai, hauko tofauti na wewe na mimi tunapobishana na neno lililoandikwa. Ukosefu wa kujisalimisha kwa neno la Mungu utakufanya uanguke. Sasa hebu niongeze kiungo kingine hapa. Tutakiita hiki kutokuwapo kwa maombi. Hii kwa kweli ni dalili nyingine tu ya kujiamini kupita kiasi. Unaweza kukumbuka usiku uliopita Yesu alimwomba Petro aombe pamoja naye katika bustani ya Getsemane, na Petro pamoja na Yakobo na Yohana walifanya nini? Walilala usingizi. Yesu aliwaambia pale bustanini, kama ilivyoandikwa katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 41, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa maneno mengine ni bora uombe ili usiingie majaribuni bila maandalizi. Wapendwa, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kuomba na usafi na pia kati ya kutokuwapo kwa maombi na ukosefu wa imani. Petro alikosa mkutano wa maombi, na sasa anaingia katika uwanja huu wa nje saa chache baadaye bila maandalizi kabisa. Maombi kwa kweli yanaitwa nidhamu ya kiroho sivyo? Hayaitwi burudani ya kiroho na hiyo ni kwa sababu ni kazi ngumu, si mchezo wa ndani. Kama ingekuwa hivyo tungetumia mchana mzima wa Jumapili tukifanya hivyo. Ndiyo maana mtume Paulo aliandika kwa Timotheo katika moja Timotheo 4:7 akasema hivi, jifunze kujizoeza katika utauwa Neno hilo jifunze limetafsiriwa kutoka neno la Kigiriki gimnazo, ambako tunapata neno letu gymnasium. Paulo anamwambia Timotheo, unajua, unahitaji kuingia kwenye ukumbi huo wa mazoezi ya kiroho na ufanye juhudi hadi utoe jasho la kiroho. Utauwa si jambo la bahati tu. Kama vile misuli ilivyo, inahitaji kazi, maamuzi ya nidhamu, na muda wa nidhamu na Bwana kila siku. Ulipokuwa Mkristo kwa kweli uligeuka kuwa mwanariadha. Ulipewa kadi ya wanachama katika mpango wa michezo ya kiroho wa ufalme. Sasa hali ya misuli yako ya kiroho iko vipi leo? Bila maombi utakuwa legelege na dhaifu kiroho. Petro alishindwa hadharani kwa sababu alikuwa amempuuza Bwana faragani. Sasa kiungo cha nne cha kushindwa kiroho, tutakiita, tutakiita kujitegemea. Fikiria tu mfululizo huu wa matukio katika maisha ya Petro. Petro alitaka kufanya mambo kwa njia yake mwenyewe. Yesu anamwalika aombe, Petro analala. Yesu anasema niruhusu ni kunawishe miguu yako, na na Petro anasema si juu ya maisha yako. Eh, Yesu anasema wakati wa kukamatwa kwangu umefika, na Petro anakata sikio la mtu. Yesu anasema utanikana mara tatu. Na Petro anasema haungeweza kuwa mbali na ukweli. Unaona Petro alikuwa mtu aliyejitegemea na kujijenga mwenyewe. Kwa kweli mara pekee Petro aliposhika nafasi ya pili ni aliposhindwa mbio za miguu na Yohana kuelekea kaburi tupu. Petro alikuwa kiongozi wa kuzaliwa. Hakuna tatizo na hilo. Mbuvu ya nia, ujasiri, hakuna tatizo na hivyo pia. Angekuwa tangazo zuri sana kwa kongamano lolote kuhusu kujiamini. Alikuwa na mizigo mizima ya kujiamini. Lakini Mungu si mwenye neema kweli? Bwana anamtayarisha Petro kwa uvumilivu. Kwa kweli anamfinyanga Petro awe chombo kidogo zaidi, kidogo kiasi cha kuweza kubeba nguvu kuu na roho ya neema ya Bwana. Unaona, kwa wakati huu Petro ni kama chombo kikubwa na kusema kweli, amejaa kiburi, yaani amejaa sana hadi yuko tayari kupinduka na kuambuka. Kujiamini kupita kiasi, ukaidi, kutokuwapo kwa maombi na kujitegemea, ni viungo vyote vinavyotupeleka kwenye kushindwa kiroho, na Petro alikuwa navyo vyote. Kusema kweli, hata mimi pia na wewe je. Ni jinsi gani tunavyopaswa kumshukuru Bwana kwa uvumilivu wake kwetu sote. Kwa njia, usisahau kwamba Agano Jipya linapofichua kushindwa kwa Petro pia linaonyesha kwamba alikuwa katika kutembea kwake na Kristo kadri miaka ilivyopita. Sidhani kama Petro aliwahi kusahau sauti ya jogoo yule na naamini ilimfanya kitu fulani alipolia machozi ya uchungu kwa sababu ya kushindwa kwake kama vile inavyopaswa kubadilisha na kutupa changamoto sisi pia tunaposhindwa. Je, Petro alijifunza kadri muda ulivyopita? Ndiyo, kabisa. Akiwa mtume mzee Petro ataandika katika barua yake moja Petro tano, tano ondoa saba ataandika maneno haya. Jivikeni mini nyote unyenyekevu kwa kila mmoja wenu, kwa maana Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Basi jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wakati ufao apate kuwainua. Mtwikeni yeye fadhaa zenu zote, kwa maana anawajali. Naona kwamba Petro alijifunza vizuri sana somo lake. Basi hadi safari yetu ya hekima itakapofuata wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.